Muhamedi Mminge, mimi ni mwenyekiti wa tawi la Simba Igoma hapa Mwanza. Kwanza tunashukuru kwa sapoti ambayo mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda ametupatia na sio mara moja. Kwa kweli natusaidia sana toka siku za nyuma huko, lakini na hii nayo ambayo tunakwenda ku, kutazama mchezo wetu dhidi ya Al Masry. Namshukuru ametusaidia ametupa kiasi cha shilingi milioni moja ambayo bahati nzuri leo tumeipata baada ya jitihada kidogo, lakini pia na mafuta lita mia moja ambayo hayo tumepewa maelekezo kwamba tutakapoanza safari yetu basi tuna, tutayapitia pale. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jitihada hizo za mkuu mkoa. Na sisi ndio tuko tunafanya maandalizi haya mwisho mwisho sasa kuelekea kwenye safari yetu hiyo ya kwenda Dar es Salaam ambapo tunatarajia Mungu akipenda tutaondoka siku ya Jumatatu insha Allah. Hakwa kweli kina kina kinatupa hamasa kubwa sana, tunayo hamasa, lakini vile ambavyo mkuu wa mkoa anatufanyia kiukweli kabisa kinatuzidishia hamasa sisi kama, kama washabiki wa Simba wa tawi la Igoma eh, kwa sababu kama hivyo ametupa pesa hizo inatupa ina, ina, ina, ina, ina, ina hamasa kubwa sana kama mkuu wetu wa mkoa kwa sababu tunaona namna ambavyo mkuu wetu wa mkoa anajitoa katika eneo hili la michezo, ana, ana sapoti kwa hiyo inatupa hamasa kubwa sana sisi kama mashabiki wa Simba na wanachama tawi la Igoma Mwanza. Kwanza kabisa ni mimi niseme mpira ni burudani, mpira ni burudani, lakini kubwa zaidi kwa kama ulivyouliza kwa sasa hivi, kwa kweli mpira umekuwa ni ajira pia, kama unavyojua kwa vijana. Kwa hiyo na mimi nichukue nafasi hii kuwahimiza kuwahimiza vijana wa wa, wa, wa changamke na hii industry kwa sababu mpira pia umekuwa umekuwa ni ajira kama ambavyo tunaona. Kwa majina anaitwa Asadi Sadiki, ni katibu wa tawi la Simba Igoma Mwanza. Ratiba yetu ya kuelekea Dar es Salaam itaanza siku ya Jumatatu saa mbili kamili asubuhi. mm, tunatarajia kuondoka na wanachama wa maandalizi. mm, yako vizuri mpaka hapa tunapoongea maandalizi yameshakamilika kamilika, kinachofuata tu ni ratiba ya safari ambayo ratiba ya safari itaanzia hapa kwenye maeneo ya tawi letu. Baada ya hapa, tutatoka tutaenda kwa mkuu wa mkoa, kuna shughuli tunaenda kuifanya pale na kwenda kukamilisha ahadi aliyotwahidi. Baada ya kutoka kwa mkuu wa mkoa, tutaenda Bismark kwa ajili ya kufanya dua ya muda mfupi kwa ajili ya kuiombea timu yetu.